Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunakianza kitabu chetu rasmi cha somo la tauhidi ambacho kinakwenda kwa jina la Khudh aqiidataka. Kitabu ambacho kimeandikwa kwa mfumo wa maswali na majibu, maswali ya kitauhidi, somo la tauhidi. Somo ambalo litakufanya umpwekeshe Mwenyezi Mungu. Yaani kwa maana ujue Mwenyezi Mungu ni ni mmoja. Na somo hili eh ni faida eh kwa binadamu hapa duniani na na akhera. Ukilisoma somo hili maana yake unapata faida duniani na na akhera. Kwa maana ni somo ambalo linakufunza kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Kwa unavompwekesha Mwenyezi Mungu maana yake hapa duniani utamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Na kesho akhera, kwa maana kitendo cha kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja maana yake utapata faida, utakwenda peponi. Kwa hiyo ni somo ambalo ni nzuri sana kulisoma. Eh, kwa sababu ni somo ambalo lina linaelekeza masala ya, ya kiibada. Eh, tuabudu vipi? Nani tumwabudu? Na aliyetuleta hapa duniani ili tumwabudu ni nani? Anasema kaanza na kichwa cha habari ambayo kinasema hakullahi ala alibad, haki ya Mwenyezi Mungu eh, juu ya waja, yani haki ya Mwenyezi Mungu juu ya, ya waja au haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja. Yaani Mwenyezi Mungu ana haki yake kwetu sisi. Kuna haki ambayo inatakiwa sisi tumpe Mwenyezi Mungu. Haki hiyo ni haki gani? Eh, lakini Mwenyezi Mungu hiyo haki yake ambayo anataka sisi tumpe, manake tutakapompa hiyo haki, manake ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Na tutakapojifanya tutaki kumpa haki hiyo Mwenyezi Mungu, manake tumejikomoa wenyewe. Mtu asije akasema, kumbe Mwenyezi Mungu anatutegemea sisi, kwa hiyo haki hii mimi si mpi, ukaona kama umemkomoa. Hapana, Mwenyezi Mungu akomolewi na viumbe. Haki ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, tutakapoitekeleza haki hiyo, basi ndio tumejisaidia sisi wenyewe, na hatujamsaidia Allah. Subhanahu wa ta'ala, yeye hataki msaada kwa hiyo kitabu cha bali kimekaa hivyo, haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja. Anasema swali eh, anauliza eh. Ameweka, sin, sin maana yake swali, jim maana yake jawabu ameuliza swali namba moja, nasema limadha khalaqan Allahu? Kwa nini eh, ametuumba Mwenyezi Mungu? Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuumba? Limadha kwa nini khalaqan Allahu ametuumba Mwenyezi Mungu? Jibu na kuwa khalaqana ametuumba lina linaabudahu ili tumwabudu Khalakana ametuumba, linaabudahu ili tumwabudu Mwenyezi Mungu. Ametuumba sisi ili tuweze kumwabudu. Ndiyo, hiyo haki yake Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni kumwabudu, lakini tunapomwabudu, maana yake tunajitengezea akhera yetu sisi we wenyewe. Tukiacha kumwabudu, kwa maana hatujamkomoa ni haki yake yeye kuipata kwetu sisi, lakini tunapoacha kumpa haki hiyo, kwa maana si kwamba tumemkomoa, bali itakuwa tumejikomoa. Kwa hiyo haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja, hmm, shay'an, yaani kwa kwa waja ni kumwabudu Allah. Anataka tumwabudu khalaqana ametuumba sisi linaabudahu ili tumwabudu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu e, dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu E, ametuumba ili tuweze kumwabudu ni inapatikana katika surati Dhariyat. Eh, amesema hapa wa e, dalilu kauluhu ta'ala fi surati Dhariyat, na dalili e, ni kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika surati Dhariyat. E, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Dhariyat aya ya 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu ila waniabudu. Wa ma khalaqtul jinna, sikuumba majini wal insa, na binadamu ila liabudun, ila waniabudu. Allah ameumba majini na binadamu waweze kufanya ibada. Majini wanamwabudu Mwenyezi Mungu, binadamu wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Allah kawaumba viumbe hawa waweze kufanya nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale majini ambao wamekiuka wanaingia katika miili ya watu. E, wale tayari wanakuwa masheitwani, wamepinga amri ya Allah, wala wanakuwa masheitani. Ila jini kaumbwa aweze kufanya ibada. Ukiona jini ameingia kwenye mwili wa mtu, manake amekiuka amri za Allah. Hajaletwa yeye kwa ajili ya kutesa binadamu, hajaletwa aingia kwenye miili ya watu aanze kusema nichinjieni, sijui nini, nifanyeni hivi Hapana. Na kuna baadhi ya watu wanasema, oh, kuna majini wazuri, siju, kuna majini jini. Mzuri ni yule ambaye anafanya ibada za Mwenyezi Mungu, wala haingii kwenye mwili wa wa mtu. Jini anaingia kwenye mwili wa mtu anaanza kuagiza nichinjeni hiki nifanyeni hiki au anamtesa yule kiumbe, huyo jini atakuwa tayari amekiuka amri za Allah, kwa sababu yeye mwenyewe ameletwa, hawezi kufanya ibada. Sasa huko anapokwenda anakwenda wapi? Eh, na anakuamrisha nichinjie hiki tayari Unaacha kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unachinja kwa ajili ya nani? Eh? Ya jini. Maana yake wewe Mungu wako anakuwa jini, tayari ameshakuteka. Kila mwaka unakuta kuna baadhi ya watu ehwanachinja kwa ajili ya, ya majini. Kwa maana wale majini wanapokunywa damu, basi wao huko wanaamini maisha yao yanaenda. Hizo ni shirki. Kama mtu anaamini hivyo, eh, ni shirki. Yaani amemshirikisha Mwenyezi Mungu na, na viumbe kwa maana Mwenyezi Mungu anasaidiana na majini kumlinda huyu kiumbe, kwa sababu anakuambia nisipofanya hivi yatanikuta mabalaa, siju atafanya hivi. Tayari huyu hana yakini na Mwenyezi Mungu kwamba matatizo analeta Allah, eh, mabaya analeta Allah, mazuri analeta Allah. Aamini hivyo, yeye anaamini kwamba akipata shida basi majini yamekasirika. Kwa hiyo kama kuna mtu yupo katika njia hiyo, basi somo la tauhidi litamjenga ye, litamjenga kwa maana litamrudisha katika mstari, kujua kwamba ha, kumbe majini wenyewe wameletwa muabudu Mwenyezi Mungu. Sasa wanavyoniekea mimi sheria na kunikaa mwilini, na hivi kumbe haitakiwi. Ndio maana unakuta mara nyingi mtu anapokuwa na jini anasomewa Qur'an, eh, ili aweze kuondoka eh, katika ule mwili. Kwa maana ule jini atakuwa ameasi eh, baada ya kumwabudu Allah, basi ameingia kwenye mwili, afu anaanza kumtisha huyo ambaye ameingia katika mwili huo. Kwa hiyo Allah anasema wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu ila waniabudu. Surati Dhariyat aya ya 56 wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na qawli yake mtume rahma na amani mshike juu yake mtume anasema haqullahi ala al-ibad, haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja eh, haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja ayabuduhu, ayabuduhu ni kumwabudu yeye, wala yushiriku bihi shay'an, wala kutomshirikisha na chochote. E, kwa maana waja wamuabudu Mwenyezi Mungu e, wala wasimshirikishe na chochote. Ndio hiyo haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja ni kumwabudu yeye, waja wote waabudu yeye. Tuamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ni mmoja na ndo ametuumba sisi wote. Sasa wewe jini ukiwa unamtegemea wakati jini yenyewe ni kiumbe, kaumbwa na Allah, tena wewe e, una, unaanza kumtegemea kiumbe e, itakuwa ni shirki. Yani, shirki maana yake ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu kumfanya ana msaidizi wake wa kazi hali ya kuwa Mwenyezi Mungu yupo peke yake hana mshiriki. Kwa mtu anasema, hakullahi ala alibad, haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja anyabuduhu ni kumwabudu yeye, wala yushiriku bihi shay'an, wala kutomshirikisha na chochote mutafaqun alaihi. Hadithi hii wameafikiana eh, Bukhari na Muslim. Sasa swali lingine nauliza, ma hiya alibadatu eh, ni nini ibada eh, ma hiya al ibadatu, ni nini ibada? Ukisikia ibada ibada, maana yake nini. Hmm. Anasema al ibadatu, ibada, ismu ni jina jamii, linalokusanya ibada ni jina linalokusanya hmm. lima yuhibbuhu Allah, kwa yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu, min al aqwali, katika kauli, wal af'ali, na vitendo. Kwa hiyo ibada maana yake ni kila kitu ambayo au jambo ambalo eh, Mwenyezi Mungu analipenda. Yaani ukifanya jambo ambalo unajua kabisa ili Mwenyezi Mungu analipenda na kuridhia, na utajuaje? Kwa maana anayoyapenda Mwenyezi Mungu ni yale ambayo ameshataja kwenye Qur'ani. Eh, yale ambayo ameamrisha na ambayo hayapendi ni yale ambayo ameyakataza. Sasa kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda ni ibada kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda ukilifanya, ni nini? Ni ibada. Ndio maana akasema e, eh. Ibada ismu ni jina jamii linalokusanya lima yuhibbuhu Allah, kwa yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu. Dua ni ibada jamani eh? kadua'i kama nini dua kuomba dua ni ibada dua, napata, na kuomba dua unapata thawabu waswalati na na swala e, waswalati na swala kuswali ni ibada wa dhabihi na kuchinja ni ibada e, kuchinja mnyama kuku ng'ombe na kadhalika e, wa ghairiha na mengineyo na mengineyo mengi ambayo yanafanana na na hayo yote ni ibada qala allah taala amesema mwenyezi Mungu mtukufu Kul inna salati, sema hakika ya swala yangu, wanusuki na kuchinja kwangu, wa mahayaya na uhai wangu, wa mamati na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu au Mola wa viumbe vyote. Hii ni sura ya An'am aya ya 162. Allah amwambia mtume, Kul inna salati, sema hakika ya swala yangu, yani kwa maana kuswali kwangu mimi wa nusuki na kuchinja kwangu, wa mahaya na uhai wangu kitendo cha kuishi eh? wa mamati eh, na kufa kwangu kitendo cha kufa eh? lillahi rabbil alamin, vote hivi ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Somo la tauhidi na kufanya ujue kwamba kumbe uhai ni, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa maana uhai Mwenyezi Mungu ndo kanipa, umauti Mwenyezi Mungu ndo kauleta eh? afya Mwenyezi Mungu ndio kaileta, maradhi Mwenyezi Mungu ndo kaleta, sawa eh? Sasa hapa mekusudia kwamba masuala ya ibada eh, kwa maana kuna swala kuna kuchinja, lakini kuna uhai lakini pia, kuna kufa e, vyote hivi eh, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio anasababisha e, tofauti na sasa hivi mtu anaweza kapatwa na umauti e, tunakuwa tuamini sana kama Mwenyezi Mungu ndio kamsababishia hiko hiko kifo. Tunaenda sasa kutafuta, utafuta ilikuwaje imekuwaje kwa nini kafa na vile na hivi na vile Kumbe Allah kashaandika mja wangu huyu ataishi duniani miaka kadhaa kisha nitamchukua. Kwa hiyo ukisoma somo la Tawhid unajua kabisa, kumbe Allah amekadiria mja wake eh, atafika umri fulani atamchukua, na sababu ya kuchukuliwa kwake itakuwa hivi eh, mwingine anakuta ajali, mwingine anakuta maradhi, mwingine anakuta. Kwa hiyo eh, kila mmoja ana sababu yake. Kikubwa tu mtu anapopatwa na, na msiba aseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwamba sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutafanyaje, tutarejea. E, lakini wengi tunapopata msiba tunaenda sehemu kuanza kuchungulia, likwaje msiba uka usababisha nani? Yani msiba ameusababisha Mwenyezi Mungu, ila wewe utataka useme msiba kausababisha kiumbe. E, msiba huu bwana kausababisha kiumbe, kafanya ka hivi na hivi, ndio hiyo. E, ni asbabu tu, Allah kapanga kwamba huyu kifo chake kitasababishwa na mtu fulani, eh au itakuwa hivi, e, au itakuwa vile. Eh, lakini Allah mwenyewe ndio amepanga huyo mja atamchukua lini. Allah ndio amepanga mja wake atamchukua lini. Imekuwa ndio sababu, labda mtu mathalani, eh, ameanguka barazani kwa mtu kafa. Sasa utaanza, eh, bwana pale yule barazani kaeka hivi na hivi na vile. Ah, Allah ndo kaya, kapanga hivyo. Sababu yake ya kufa ni kuanguka. Au sababu yake ya kufa huyu labda ni ni kufanya kitu fulani na hivi na hivi. Kwa hiyo somo la tauhidi linatujenga kuwa tujue Mwenyezi Mungu ni mmoja, na yeye ndio anayeshughulikia maisha yetu na anatupa uhai na yeye ndio anasababisha umauti na yeye ndio atakayekuja kutufufua tena. E, na ee, ndio atakayekuja kutufufua tena. Kwa hiyo anasema kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Na neno nusuki amelifafanua hapo mbele, anasema, dhabihi ni kuchinja. Unaposema nusuki, maana yake dhabihi ni kuchinja. lil hayawanati, eh, hayawanati maana yake wanyama eh. Unaposema dhabihi, maana yake ni kuchinja wanyama. Dhabihi eh, lil hayawanati, ni kuchinja wanyama, ndio ile neno nusuki. Kwa hiyo wanusuki na kuchinja, kuchinja kwangu kwa maana, na ibada zile zote ambazo zinafanyika kule katika mji wa Maka watu wanachinja na hivi na hivi. Kwa hiyo kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, kwa sababu sije ukasema kuchinja, kumbe ibada, ukachinja kwa ajili ya mizimu, mila eh, yako eh, na nini na nini. Lakini kiibada, maana yake unapochinja eh, uchinje kwa ajili ya Allah, usome dua ile ya kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu, hii riziki umenipa wewe E, na ninachinja kwa ajili yako, ninachinja kwa jina lako e. Lakini ukisema wakuu inakuwa hivi si tu na vile na hivi na vile na vile, kwa imani yako taamini hivyo, lakini itakuwa haipo katika ibada, e, au ipo katika ibada ambayo ni ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yani ibada ambayo unaijua wewe mwenyewe, lakini ibada ambayo Allah anaitambua ni ile ambayo ya kumwabudu yeye peke yake. Ukichinja uchinja kwa ajili ya yeye peke yake.